Ninaona nguvu ya Mungu inashuka juu yako. Watu wanaumbuliwa, watu wanatoka, watu wanamsaidia huyo mama. Jesus! Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, msaidia Ndio, ndio, ndio, ndio, hawezi kufanikiwa. Hii kazi sio ndogo, hichi sio kitu kidogo, ni kitu cha jabu cha jabu cha jabu. Ninavyoongea wanafichuliwa. Bibi, umejificha, mjukuu wako akasome. Mwache, mwache atembee kwa magoti. Saa ya Bwana imefika. Afichae ah, zambi zake hata fanikiwa. Nasema bibi leo atongei mara mbili. Kwanini unataka kuwa Kanio nataka kufezesha, kanio nataka kuharibu, kanio nataka kuleta vita. Jesus hafichi dhambi zake hatafanikiwa. Mpeleke mpeleke tayari, tayari, mpeleke

Chini mauti, wachia hawa watu chini mauti. Ungua moto, ungua moto, ungua moto, ungua moto, ungua moto, ungua moto, ungua moto kwa jina la Yesu. Sema nitafanikiwa, sema Yesu. Fichua wote, moto wa Yesu, moto wa Yesu. Mungu afanye jambo atafanikiwa atafanikiwa, sema leo nitafanikiwa, inayo nisifanya nisione mwanka, sema mauti leo pokea, mauti leo teketea, mauti leo haribika, mwezi wa kumi na moja anaondoka Unapigwa kwenye masomo yake, hautaki, anaharibika, anaangamiza, unapigwa. Aliyekamatwa kwenye masomo yake, teketea, teketea, teketea, apige hatua. Nasema uchawi teketea, achia ule mloga, achia miguu yake wote, unaenda Achia saidia kule yake achia. Uliyeloga nasema umekamatwa, umeshikiliwa mateka. ulimpeleka mme wake kwa waganga, toka sasa toka, toka. toka toka sasa, achia mauti, mauti achia, mauti achia, achia, achia, achia mauti, mauti, toka toka, toka. toka toka. toka toka. toka toka. Toka shasha achia achia majuni makata achia haraka achia haraka achia haraka achia haraka achia haraka achia haraka achia haraka achia shasha achia aka shetani uliyokuwa nyuma yake unatoka na kutenganisha wewe jini na pesa yako, natenganisha mauti na pesa yako, natenganisha mauti na pesa yako, natenganisha mauti na hela yako, natenganisha mauti na biashara yako, natenganisha mauti na kazi yako. Wewe unatembea hapo ulipo, nasema pende pende, mauti iliyounganishwa na kibato chako inatoka, na kata majini yanayounganishwa na biashara yako yanayounganishwa na biashara yako yanayounganishwa na afya yako yanayounganishwa na kazi yako. Yeyote aliyounganisha hasara na pesa yako anatoka, anatoka. Yeyote aliyounganisha magonjwa na hela yako, nasema yanaachia, yanaachia, yanateketea na laana kwa moto, kwa moto.

Leo mauti imekamatwa, inateketea, inaribika, inahambaka. Achia mume wake, achiaka, achia. Natenganisha sara na pesa yako kwa damu ya Yesu. Sema yoyote yule aliyejiunganisha na kipato changu kwenye maisha yangu, sema Yesu nisaidia leo, watoka

Inua mikono yako u, inua mikono yako. Sema, e Bwana Yesu, ninajungamanisha na wewe Yesu, ninaomba unisaidie. Sema, e Bwana Yesu, ninakuwa karibu na wewe Yesu, ninaomba unisaidie. Sema roho ya kuchoka haitakuwa ndani yangu. Sema e Bwana Yesu, ninaomba niwe karibu na wewe, ninaomba ushirika na wewe siku hii ya leo kwa damu yako Yesu. Sema nakataa roho ya kudumaa, kudumaa kimaisha, kudumaa kiroho. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Sema Yesu, leo baraka za maisha yangu ziwe upande wangu, kwa moto wa Yesu Kristo wa Nazareti aliye sema. Yesu nisaidie. Kuna kitu Mungu anaendelea kukifanya, kuna kitu Mungu anaendelea kukifanya, kuna kitu Mungu anaendelea kukifanya kuna kitu Mungu anaendelea kukifanya. Inua mikono yako, sema e Bwana Yesu, sema e Bwana Yesu, ninakuhitaji wewe kwenye maisha yangu kuanzia sasa hivi. Ninakuhitaji wewe kwenye kila hatua ya maisha yangu kuanzia sasa hivi, kwa mboto wa Yesu kila roho iliyojificha inayofanya kazi kwa uficho ndani yako, sema e Bwana Yesu, leo ifichuliwe na itoke ndani yako. Sema majini yafichuliwe, mapepo yafichuliwe, kila kona waliokaa kwenye mwili wako, ondoka, ondoka, ondoka pekepea

Uchawi wanaomfanyia mtoto wako unaharibika unaharibika kwa jina la Yesu! Yesu, uchawi anayefanyiwa mama yako unaharibika, unaharibika, unaharibika. Waliokufanyia pale kazini unaharibika, unaharibika kwa mboto wa Yesu, teketea kwa damu ya Yesu, teketea.

Achia achia mauti, tetetea tetetea. Inua mikono yako, ninaomba uombe. Inua mikono yako, tunakuja kwa ajili ya kuomba omba. Inua mikono yako, tunakuja kwa ajili ya kumwita Yesu. Ita a sema, Bwana Yesu, ingia ndani ya nyumba yangu, imeingia ndani ya mwili wangu. Nataka ushirika na wewe Bwana Yesu, ninafanya ushirika na wewe Bwana Yesu

tenga maisha yangu na mikose, tenga na maisha yangu na mateso, tenga maisha yangu na maadui. Yesu, Yesu nisaidie, nisaidie. Endelea endelea kusema, Yesu nisaidie. Endelea kutamka, endelea kutamka, endelea kutamka. Kuna familia inasaidiwa kuna watu wanasaidiwa. Asante Baba, endelea kuomba, mwambie Yesu nisaidie, familia yangu ivuke, watoto wangu wavuke, maisha yangu yavuke, fazi ya mikono yangu ivuke, kila cha kwangu kivuke. Yesu nisaidie Yesu nisaidie, Yesu abadilishe, sasa atende sasa, aonekane kwako, ajizirishe kwako, ajitukuze kwako. Wambie, shuka Baba, nataka ushirika na wewe, nataka ushirika na wewe, nahitaji ushirika na wewe. Omba. Oh my God. Nataka useme na maisha yako, nataka niwe karibu na wewe baba, nakuhitaje na na nakuita na ku na ku kuna, kuna kitu kinatokea, kuna kitu kinawezekana, kuna kitu kinaingia kwako, kuna kitu kinabadilisha maisha yako. Hicho ulichokuja nacho tofauti kwa nia ya tofauti, Yesu aseme na wewe, Yesu aingie kwako. Daudi akasema

Sema, semae Bwana Yesu, nakataa kila mateso yaliyotawala ka kwenye hatua za maisha yanko. Sema e Bwana Yesu, ondoa maisha magumu magumu ka ndani ya familia ka, ondoa roho ya maumivu ndani ya familia, na ikataa kila aina mapigano ya wachawe, mapigano ya maisha achia

Endelea kusema, endelea kuongea, kuna kitu Yesu anakusaidia. Kuna kijana anavushwa, kuna mama anavushwa, kuna binti anavushwa, anavushwa kwenye kazi, anavushwa kwenye familia ka kuna watoto wako wanaponywa, wanaponywa, wanaponywa, nasema wanaponywa, wanakombolewa, wanainuliwa kwa moto wa Yesu. Damu ya Yesu, asante. Pokea, pokea, yupo Yesu anayetenda, anayejibu. Kuna watu wanapokea majibu yao, kuna vitu vikubwa vinafanyika, kuna mambo makubwa yanatokea kwenye maisha yako. Sante Baba, ndio, kuna kitu kinatokea kwenye maisha yako, kile ulichokuwa huna na Yesu akupo Kile kilichokwama kitokee, kile kilichozuilika kitokee, kile kilichofungwa kifunguke, kile kilichozuiwa kiachiliwe kwa jina la Yesu aliyehaka. Yesu akakufanya kuwa mtu mkuu. Yesu akakufanya kuwa mtu wa baraka. Yesu akakufanya kuwa mtu wa amani. Yesu akakuinua, Yesu akakuvusha, Yesu akakubariki, Yesu akakufungue, Yesu akakuinua, Yesu akupe neema. Baraka zijae ndani yako, amani ijae ndani yako.

Asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Baba. Kuna watu wanapokea nguvu, kuna watu wanasikia kuomba, kuna watu wanasikia kutamka, kuna watu wanasikia kusema, kuna watu wanapokea nguvu ya Yesu hapa.

Kuna watu njia zinafunguka, kuna watu wanamwona Bwana, vile vilio vya familia vinaisha, yale magonjwa ya kifamilia yanaisha, ile mateso ndani ya familia yanaondoka, yanaachia, yanaama. Yesu tawala, tawala, tawala, tawala, iyo tawala. shatba

Unasikia mabadiliko, unasikia mabadiliko, unasikia mabadiliko, unasikia mabadiliko yametokea, yametokea, unapokea nguvu, unapokea nguvu, unapokea, unapokea, unapokea otomota, oto. Yesu anatembea anakubariki anakuinua anakuwezesha. Pokea, pokea, pokea, pokea, pokea, pokea, pokea mama. Yesu yupo, Yesu yupo, Yesu yupo anakusaidia, Yesu yupo anakuponya, Yesu yupo, nasema yupo, anakubariki. Kuna kitu Yesu anakifanya kwako kisichokuwa cha kawaida. kuna kitu Yesu anapanda kwako kisichokuwa na cha kawaida. Kuna vitu Yesu alikuumbia vijawahi kufanya kazi, vinaanza kutoka na kufanya kazi. Sawa, hii ukakubalike katika kila utakachokifanya, ukaonekane kwa kila utakachokigusa kipate mwanga. Sante Bwana, sante Mtakatifu, ninaona unafunguliwa njia njia ya baraka, njia ya mafanikio, njia ya uponyaji. Pokea, pokea, pokea, pokea, pokea, pokea, pokea, pokea. Kila utakachokishika kikawe baraka kwenye kazi ya mikono yako, kila utakachokihitaji kije, kila utakachomwomba Baba akupe, jina la Yesu. Hali mbaya inabadilishwa. Hali ya huzuni inabadilishwa. Hali ya kukosa inabadilishwa hapo hapo ulipo naponitazama. Familia ina mafarakano, Yesu aingilie kati. Familia ina watu wa kusaidiana, Yesu abariki ya familia. Pio, pio. Pokea, pokea, pokea, pokea. Umebebeshwa Umebebeshwa amani amani ya ya familia familia. Unapokea, unapokea, unapokea. Unapokea, unapokea. Pio, pio, pio. Pio. Mizimu inakuachia. Mizimu inagiana na wewe. Mizimu inagiana na wewe. Roho ya mauti inatoka. Roho ya mapigano inatoka. Familia yenu inabarikiwa. Pokea nguvu ya familia.

Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akuwezeshe. Hautalala njaa tena, hautakosa mafanikio tena. Mungu yuko upande wako, Mungu yuko upande wako. Anasema na wewe, anasema na wewe, anasema na maisha yako. Hautakuwa mkia tena, bali utakuwa kichwa. Mkaribie Mungu, Mungu naye atakukaribia. Sante Baba, sante Mtakatifu, sante Jehova. Unasikia kuomba, endelea kuomba, usinyamaze. Hata ukimya unasikia kusema kitu cha kwako, sema, usikiwe si usiwe tu msikiaji. Sante. <coughs>

Inua tu mikono yako. Bwana, ninawabariki na wale wote waliokuwa natufuatilia kuanzia alfajiri mpaka majira. Ninasema asante Bwana, ninakushukuru kwa ibada, ninakushukuru kwa kusanyiko hili, ninakushukuru kwa kufungua watu wako, ninakushukuru kwa kuponya watu wako. Asante Mtakatifu, asante Mungu mwenye nguvu, asante Mungu mwenye baraka. Ninaachilia neema na baraka za uponyaji waingiapo Watokapo wakawe kichwa na sio mkia tena. Yesu tusaidie.